Asante sana bwana spika, kitu ya kwanza mimi nataka kutangaza hii bunge sio ya mtu, hii bunge ni ya mwananchi wa Embakasi South. Yes, yuye anasema bunge ya masaki, unakosea Ames. hii bunge sio mwemusimiwa yoyote <laughs> kitu ya pili mimi inaona aibu sana na nataka kusema leo bwana spika ah, hao wote wanakuja hapa wanasema ndugu yangu anakalia kiti ya masaki na hao wenyewe hajanunua kiti. Kwa hivyo mimi nataka kusema mtu yoyote anataka kiti ya MCA ya nini, kama hajaleta kiti hapa, usiamke. Sisi wananchi hatuwezitoa kiti, maturitoa mtu mwingine anakuja kuambia simama, mutu anakuja kiti yake iko wapi? Usisimame hiyo ni madharau. Kitu ya kwanza hawa watu na wapea wanaenda wengine, watuambia kwamba ati kasimu, msiangalie pesa, angalia pesa <laughs> usidanganywe ndugu yangu, angalia pesa dio? Hii masaa yote wakati wote huu tumepiga kura, hawa watu wanawadanganya mchana. Ukimpigia kura mwoni tena naye saa hii, akienda akienda akiendanga akienda. Sa hii, Ruto alitwambia wajinga walisa nini Kenya, na hao wanasiasa wajua wajinga wafanye nini? Wameisha Kenya William Samue Ruto, wanasema anafanya kazi. Anafanya kazi gani kama amesindwa kufuta nduari na pesa inapotea hapo? Wacha hute nduari kasi ndio tuone Ruto ako kazi. Uwezi twambia pesa inapotea na huyo mtu akaku ofisi anakuambia rais Ule mwenye ameive ni mnyang'anya simu, na rais anasema ndiyo umefanya kazi. Kazi gani hiyo na pesa imeenda? aes kubali hiyo kweli, Ruto amesindwa, Ruto amesindwa kazi. Kwa hiyo bwana spika, mimi nimesikia mambo mingi miongelea ya viongozi. Saa hii tunataka kuongelea hawa viongozi wenye mnataka kuweka kwa mamlaka si, simumekataa mawadhe, mnataka kiongozi mpya mwenye naweka, unamjua. Unajua tabia yake, tunataka viongozi wakuje kwa ground ndio tucwe tabia yao ni gani. Hii mambo ya kwa, kwa mitandoo na vipindi ndogondogo tutakataa, lazima hao viongozi wakuje, tukaa na wao chini, tuchwe sera yao ni gani, kwa sababu siasa iko na vipindi mingi. Sahii nacosipanya mimi ni Mkristo, lakini ukichua debia yangu hapa, nimeua watu wangapi? Kwa hivyo nataka kusema kwa hii bunge, mimi natangaza kusema kwa hii bunge, kila kiongozi ako na haki ya kukuja kwa hii bunge na kuuza sera zake, kwa sababu kila kiongozi ako na wafuasi wake. Hapa ningeomba kuambia waheshimiwa wote, nikiasia Victor Ching, hata namba hata kidogo, nyinyi waheshimiwa mko hapo. Sasa mimi nataka kuongelea hao wenye wanataka hii kiti, ndio tunataka kuchunguza one by one: anafanya nini? kazi yake ni nini? atatufanyia nini? tusikatae mtu, ukatae huyu uweke mbaya. Na viongozi waache kujificha maovizi sao, waache kuita members kwa maovizi sao, tunataka wakuja hapa wakanyage mavi ma tunakanyaga hapo, kwa sababu hapa ndio wataongoza hii mambo ya kusema kiongozi fulani oh, nini, huyo kiongozi amefanya nini? Victor Chen Gidi Nyundo ni mbunge wa hapa na ni kijana wa hapa. Tunataka tujue huyo Victor Chen, bila aanze kuuliza hapa nyuma amefanya nini, ndio tujue is the right person, yes or, or no. Tukikuja, mheshimiwa anaitwa Masaki, tunataka kujua huyu Masaki bifaa kuje saa hii tumujue Masaki hapa nyuma amefanya nini, ndio tujue mwenye tunaenda kuweka, tusiweke huyo aweze kuwa kama mawadi. Nataka nata kuambia wabunge wote wenye wanataka kiti, kitu ya kwanza sisi wananchi kitu hatutaki ni ile kitu ya kupeana paza usiku. Kama unajua utaenda iyo, iyo wakati wa kupeana paza usiku, weye tutakuweka kando tunataka nao viongozi wakuje waongee na wananchi, waache mambo ya brokers, ila mambo ya mtu kwenda kwaka o mheshimiwa, niko na watu kumi. Nyinyi munauswa mchana munauswa tu. Wengine wanasiba hapa wanasema wana, wana mawate tosa. Nani tosa na wewe kasia, namwambia yes tosa, hujakula hata silingi hiyo. Tabia hatuwezi kubali, lazima round hii Ukiambiwa huyu mtu ndiye anatakikana, lazima nao ujie. Huyo mtu ni kiongozi ama nani? Usikwate mtu. Hii kazi ya kupata mtu ni wale brokers, wanatuuza mchana wao, wamekuwa wanasipa alafu wanakuja hapa wanasema oh, tuende fulani tui. Mtakubali hiyo?